Yeah, mi naitwa Abrahamu Mtongole au Bayo the Great, ni msanii wa kizazi kipya mwenye makazi yangu Dodoma, na nashukuru leo nimefika hapa Dar es Salaam katika ofisi za Baraza la Sanaa la Tanzania, na nimepata nafasi ya kuwa na kikao na mkurugenzi wa ukuzaji sanaa akiwa na timu yake, na lengo kubwa la kufika hapa ni kwa ajili ya kuweza kupata baraka za BASATA, maana tunafahamu hao ndio walezi wa sisi wasanii eh, kwa sababu nimeteuliwa kuwania tuzo zinaitwa International Tourism Film Festival Africa Awards ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe tatu mpaka tarehe sita e, Johannesburg nchini South Africa. Kwa hiyo nikiwa nimepata nafasi hiyo adhimu kabisa ya kuwakilisha nchi yangu kupitia kazi yangu ya sanaa ya wimbo unaitwa Tanzania Unforgettable, nikaona basi ni vyema kufika hapa, lakini pia nimeweza kupata kimwongozo e, wa jinsi ya kuendesha shughuli za sanaa. Kwa hiyo naweza nikasema, nawashukuru sana BASATA, sana sana mkurugenzi, kwa mwongozo huu kwa kweli. Nadhani iwe rai, nitoe rai pia kwa wasanii wengine, basi kuweza kuwa mnafika BASATA kwa sababu huyu ndo mama yetu sanaa. Kwa hiyo ukifika hapa kuna baraka na neema nyingi sana unazipata. Kama ambavyo mimi nimepata mwongozo huu kuhu, kwa kuanzia sasa hivi na kwenda mbele, basi shughuli zangu zote nazifanya kwa kufuata miongozo hii ya BASATA. Hivyo nashukuru sana kwa fursa hii. Nashukuru sana kwa mapokezi ambayo nimepata hapa.